Mambo yakienda vizuri, Andambwile atavaa jezi ya Simba Sport Club ambapo imeelezwa kuwa klabu ya Simba Sport Club inalipotiwa kuonyesha nia ya kumsajili kiungo wa Yanga na mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Azizi Andambwile ambaye eh, ana miaka ishirini na tano katika usajili wa dirisha dogo la usajili mwezi Disemba ambapo mpaka sasa, baada ya Azizi Andambwile kudai kwamba anadai pesa na klabu ya anadai klabu ya Yanga, mpaka sasa hajapata nafasi, japo aliweza kuonyesha umali wake kwenye mechi kadhaa ambazo aliaminiwa na mwalimu na wengi kuhoji kwamba ni nini ambacho kimeweza kumkuta, kwa kuwa waliweza kuanzisha mjadala klabu ya Yanga kwamba mtu yoyote ambaye anatoka hadharani na kudai kwamba anadai klabu, basi huyo anaweza kuwa ni adui kwa kwao. Kwa nini atoke hadharani wakati anaweza kuzungumza moja kwa moja na viongozi na tatizo lake likatatuliwa, lakini sio kujitokeza mbele za vyombo vya habari au kwenye mitandao na kudai kwamba anaidai. Na hapo hapo Azizi Andambwile akasitishwa na namba yake ikawa haionekani, wala wanjani haonekani, yani hapewi nafasi hata kwa katu jukwani. Lakini imeelezwa kwamba kiungo huyo ameripotiwa kwamba klabu ya Simba imeonyesha nia ya kuweza kumsajili mchezaji huyo kwenye dirisha dogo ambalo litaanza Disemba hii Desemba mpaka Januari, ambapo kama mambo yatakuwa vizuri, basi Andambwile atavaa jezi ya Simba kwanzia mwezi wa kwanza, kwa kuwa kwa, kwa, kwa sasa anaonesha kabisa kwamba yuko tofauti na klabu ya Yanga baada ya kuweza kutaja kwamba anaidai klabu ya Yanga, huko wao wakiwa wanadai kwamba hawataki mtu ambaye analeta unafiki kwa kudai kwamba analala kudai kwamba anaidai klabu wakati huo ana uwezo kuweza kufuata taratibu zote ili aweze kupata mtu anayetoka kama huyo basi wanadai kwamba wakamkataa, yani hawahitaji watu wanafiki wa aina hiyo ambao wanatoka hadharani na kudai kwamba wanaidai klabu. Lakini inaelezwa kwamba ni utaratibu ambao klabu Yanga wanatumia kwa mchezaji, hata kama ana shida kiasi gani au mchezaji, hata kama anaidai klabu hatakiwi kutoka hadharani na kudai kwamba anaidai klabu, hivyo anatakiwa asubirie mpaka utaratibu wa klabu au pale watakapo huwa wameamua wenyewe waweze kumlipa stake zake na si kutoka hadharani.